Familia ya rafiki yangu Betty Bayo, wenzake katika industry ya wanamuziki, viongozi wote ambao wako hapa, and in a special way Bishop Michael Wanderi who I know was really the father of Betty Bayo kwa kiroho na kwa mambo ya dunia, hamjambo mekuja hapa kuomboleza rafiki rafiki wa karibu ambao tumetembea safari kwa muda mrefu pamoja na hawa wenzake katika wanamuziki. Mimi najua ya kwamba kama ni nyinyi mgeulizwa, mpige kura ya maoni, muulizwe mngetaka Betty Bayo akae na sisi miaka ngapi? Mngesema miaka mia moja na zaidi na kwa hivyo mi najua huzuni ambao imetanda nchi mzima, kwa sababu ya kuachwa na Betty. Lakini lazima tukumbuke ya kwamba hii safari si zote tutaenda, na tunaweza kuuliza Mungu maswali mengi, lakini mimi nawaomba tukue watu ambao hata muuliza Mungu maswali, wamuulizeni, kwa nini Mungu amechukua mtoto mdogo, kwa sababu mtoto wa miaka ambayo iko chini ya arobaini ni mtoto mchanga, akaacha watu wengine. Tusiulize Mungu maswali, tumwamini Mungu kwa sababu Betty mwenyewe alikuwa amemwamini Mungu. Betty was a very determined person. I have known her for more than 15 years, she was very determined, never say die is another way you can describe Betty Bayo. Akianguka, anasimama Akianguka, anasimama. na she was spreading determination to so many people ambao walikuwa karibu na yeye Betty did not know how to give up. As a matter of fact, mi najua Betty was much stronger than many men who are here. And I know that for sure. Jitihada yake. a Yeah,

When Shiro, a GP called me and told me Betty is in hospital, I remember four years ago na Betty, Natasha, walikuja kuniona na wakaniombea na Betty, hakuna siku Betty, Betty ashanita jina yangu ajetaka mudoagai Betty yagu ta mudoagai it's really coming very close. Hivyo wale watu ambao na shuku kwamba mimi ni wa Mungu, Beti alikuwa ananiambia mto ya Mungu and when I came back to the conty, kwa bahati mbaya Beti alikuwa ametuacha. somehow, somehow I felt like Lazaras sister wakati aliambia Yesu kama ungekuwa hapa, na mimi nikaanza kujiuliza is, is any anyway posibl we could have to to make better to be with us lakini Mungu alikuwa na mipango yake. Nimalize kusema ya kwamba Bishop amesema, kwa wale watu ambao wanaongea mambo, wengine wanaongea na microphone, wengine kwa mtandao, ni waombe tu, tusikue watu ambao hatuko sensitive kwa ile maneno ama mambo ambayo tuko Ntukumbuke ya kwamba beti hakusema juu ya matendo sana sana. Wale watu wa mitandao, niwaambie, beti hakuimbia matendo yenu, aliwaombea maneno ya vinywa vyenu, iongoza na nani. Asanteni sana, Mungu abariki san